Wengine walikula pesa ya Uhuru Kenyatta sawa sawa. Mimi najua kama katibu mkuu, pesa nyingi ambayo tulifanyia kampeni ilikuwa inatoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alitusupport kihali na mali ni ukweli. Lakini sasa si sahihi. Kuna mshenzi mmoja. Mshenzi mmoja. Ametambua kwamba kuna ubaya ya pesa ya Uhuru Kenyatta. Nataka niulize Junet. Wewe Junet,